Shirika la reli nchini Tanzania TRC limesema kuwa kufanyika kwa mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi CCM jijini Dodoma imekuwa na tija kubwa katika shirika hilo, hasa kutokana na wajumbe wa mkutano mkuu wa chama hicho kutumia usafiri wa treni mara kwa mara wanapokuja katika vikao na mikutano ya Chama cha Mapinduzi. Takriban wajumbe mia nane wa mkutano mkuu huo maalum wa CCM kutokea mikoa ya Morogoro, Pwani, es salaam na visiwa vya Zanzibar wametumia usafiri wa treni ya mwendokasi hadi Dodoma kwa ajili ya kuhudhuria mkutano mkuu huo. Mkurugenzi wa shirika la reli nchini Tanzania TRC, Bwana Masanja Kadogosa, ameyasema hayo mbele ya waandishi wa habari katika kituo cha treni ya mwendokasi kilichopo Mkonze jijini Dodoma, wakati wa kuwapokea wajumbe wa mkutano mkuu maalum wa CCM unaoanza Alhamisi hii Mei 29 hadi Mei 30 mwaka huu jijini Dodoma. Bwana gosa amesema kwamba kiutamaduni wajumbe wa mkutano mkuu wa chama cha Mapinduzi wamekuwa wakitumia usafiri wa treni na hivyo kuongeza mapato ndani ya shirika hilo. Yeah, tradition ni kweli kwamba wakati kama wa mkutano mkuu wa taifa ukienda miaka zaidi pengine 50 iliyopita, 50, yaani, yes, tangia chama cha Mapinduzi kian, kianzishwa baada ya, baada ya muunganiko wa TANU na ASP treni so, imetumiwa sana kuleta wajumbe especially inapokuja Dodoma hapa eh? kwa wana sisi mkuja na kuja na treni sio kitu, sio kitu ambacho ni kigeni, kitu ambacho kimekwepo. Sasa umesema tofauti ya leo ni vipi? Tofauti sioni kama kuna tofauti kubwa, labda kilichotokea kwa mara ya kwanza wajumbe wa, wa, wa, wa mkutano mkuu wamekuja na EMU au treni ya mchongoko. Wakati ule uliopita tulikuja nao kwenye treni ya kawaida eh? lakini kikubwa zaidi si ni kumshukuru Mheshimiwa Rais Dokta Samia Suluhu Hassan, ambayo yeye ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Obvias, wanapokuja hawa wajumbe wake, ujue yeye ndio ameelekeza hiyo. Sasa kwetu ni biashara vilevile, napata si haba, lakini vilevile inatusaidia kutangaza. Unajua biashara ni matangazo, sivyo? Hivyo inatusaidia kutangaza kwamba watu hawa wote waliokuja zaidi ya wa tumesafiri za zaidi za ya ya watu mia saba. Ukiangalia ee, tulikuja nao mosi mia sita, lakini treni yetu ya asubuhi imekuja na watu kama sabini. Jana tulikuja na wajumbe kar wa neki amosi wenyewe sabini, tuzunguze karibu watu mia nane. Tumesafirisha wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa. Kwetu sisi ni, ni matangazo eh, wanasema so, sio free, lakini matangazo ambayo yanaenda nchi nzima kujua na sisi uwepo wetu sasa kwa nini wajumbe wa mkutano mkuu ni customer, ni ambao au ni wateja ambao ni tofauti? Hawa ndio ni ilani wenyewe, si ndio ilani yao? Kwa kilichoandikwa kwenye ilani wanakiona. Eh, tulipokuwa wanaanza ilani mwanzo wa ishirini ishirini, twene haikuwepo, lakini mle ukisoma kwenye ilani unasema tutakamilisha ujenzi na tutaanza jenzi zingine. Sasa kwa maana ya kukamilisha, ndio hiki walichokiona, wasingekamilisha, maana yake wasingeweza kupanda treni. kwa hiyo hiyo maana yake ni kwamba wanapoenda kuelezea watu, wawaelezee mambo ya kufikirika, wanaelezea mambo ambayo wameyatest wenyewe, wamepanda wenyewe, na inawapa nguvu kwenda kuelezea tena muda e, mfupi unaokuja kwa ajili ya kuomba bidhaa nyingine e, si ndio inavyokana hivyo? Tayari maandalizi ya mkutano huo yamekwisha kamilika huku wajumbe na wanachama wa CCM kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania na nje ya Tanzania wakiwasili Dodoma. Mimi naitwa Elizabeth Thomas Msabi, ni miongoni mwana diaspora kati ya watu kumi ambao tumefunga safari kutoka Londoni kwa kuja Tanzania kwa ajili ya kuzulia mkutano mkuu wa CCM. Kuhusiana na maendeleo ambayo tumeona kweli hata kitendo cha kusafiri kwenye treni ni jambo kubwa sana, tumefurahi mno, we are so happy. Umeona, usafiri umekuwa ni rahisi sana, imekuwa ni experience ya kwanza. Kwa mfano, mimi binafsi leo ulikuwa ndio mara yangu ya kwanza kusafiri kwa treni. Kwa hiyo tunapenda kupongeza juhudi kubwa ambazo Mama Samia amezionyesha na anazoendelea kuzifanya, na ni mwito kwa Watanzania wote walioko hapa nyumbani na tulioko nje ya nchi zingine kumwenzi mama na kumsapoti na kuungana naye na pia kumshukuru kwa maendeleo makubwa ambayo tumeyapata kwa kipindi kifupi sana ambacho amekuwa madarakani. Mambo yanaonekana ni makubwa, hatuna sababu ya kuyafumbia macho. Mama, tunakupongeza, hongela sana, tupo nyuma yako, na sisi diaspora, kwa niaba ya wenzetu tunasema kwamba mama, tunaona mengi na tunakupongeza sana, na tunakutakia, tuko pamoja, tunakusapoti Kwa kwa niaba ya wenzangu tunasema yeah. Five more. Yeah. Mkutano mkuu huo maalum wa CCM utakaokuwa chini ya mwenyekiti wa chama hicho, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, utafanyika jijini Dodoma, huku ukibeba ajenda tatu muhimu ikiwemo kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwa serikali zote mbili katika kipindi cha miaka mitano, uzinduzi rasmi wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025 2030, na ajenda ya tatu ya mkutano huo itakuwa ni marekebisho madogo ya katiba ya chama cha Mapinduzi. Akizungumzia maandalizi ya mkutano huo, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo CPA Amos Makala alisema kuwa maandalizi yote muhimu yamekwisha kamilika, na kwamba mkutano huo utakuwa wa kipekee na wa kihistoria kuliko yote iliyowahi kufanyika. Deo, Kaji Makomba, Focus News Dodoma. <muchas>